Chadema leo kimezindua kampeni yake jimbo la Morogoro Mjini, na wananchi waliojitokeza katika uwanja wa Sabasaba, manispaa ya Morogoro. Mgombea wa ubunge kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr Albani Marcus amesema chama kimempa mzigo mkubwa wa kuwakomboa wananchi wa jimbo la Morogoro Mjini kwa kutekeleza matakwa yao. Chama kimeamua kunipa mzigo mzito, na mimi naahidi mbele bee yenu, sitowaangusha Unapotaka kuwa kiongozi lazima ujue, unapopita barabarani ukakuta watoto yatima ni mzigo wako. Ukipita barabarani ukamkuta mjane anateseka ni mzigo wako. Ukipita mkundi ukamkuta mama anatoka kuchota maji yenye chumvi ni mzigo wako kiongozi. Aidha, Dr. Marcus ametaja baadhi ya vipaumbele atakavyovizingatia katika kuwaletea maendeleo wananchi wa Jimbo la Morogoro mjini katika kipindi cha miaka mitano kama atapewa ridhaa ya kuongoza jimbo hilo, huku Haruna Msuko kwa niaba ya mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF akiwashauri wananchi kuacha tabia ya kusabikia vyama. Sisi tunataka viwanda vyetu ambavyo vitawapa vijana ajira, tunayoiona ina matumaini, ina uhakika katika miaka mitano inayokuja tutahakikisha tunaimarisha na tunahakikisha inakuwa sio tu imara, bali inakuwa bora huduma za jamii. Na tunaposema huduma za jamii, tuna maana mambo manne ya kuanzia. La kwanza maji. Tuache ushabiki wa siasa. Nani kaona bendera ya Chadema inakunywa maji bombani? Nani kaona bendera ya kafu imekaa kwenye benchi hospitali na kuingia kwa dokta ikatibiwe? Nani kaona bendera ya CCM inapanga daladala isafiri? Wenye shida sio vyama, vyama vina shida hii ni logo tu, wenye matatizo ni sisi wananchi, ndio wenye tabu kama mtoto wako waso wewe ndio. Kati ya kata ishirini na tisa za jimbo la Morogoro Mjini, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimewasimamisha wagombea katika kata kumi na saba kafu kaf kikuwa kimewasimamisha kata kumi, huku vyama vya NCCR mageuzi na NLD vikijinyakulia viti viwili pekee. Robert Mayungu, Azam News, Morogoro. Kampuni ya ndege